<laughs> <Mama, we. laughs> Hey, <laughs> Musa ndo nani? <laughs> Musa nani ee <laughs> simu <simjui>, <laughs> <Kiso. laughs> <laughs> Mumeniuzi Musa ndo nani? Hey, we una, unataka, na... unataka, unataka uite jini jini jini unataka uite jini tulia.

Akamkia mganga muogope, wanadamu mmekuwaje? Vijana, nimtengeneze busha, nimpige busha, nimpige busha? Hapana, unampenda, unamtetea, awe nimgeuze, au awe anapenda sapampa, awe anapenda sipempe